Sisi kujaribu kuwapa changamoto ya kwamba tunapozungumzia ma, malengo ya, ya maendeleo endelevu SDGs au Sustainable Development Goals ni malengo yao vijana. Na ukiangalia SDGs zinaweka malengo ya kuondoa kabisa umasikini utakapofika mwaka elfu mbili na thelathini ambayo hapa nazungumzia miaka kumi na mbili kuanzia sasa, kuondoa njaa, hasa kuondoa utapia mlo, kuhakikisha kuna elimu bora, kuna afya bora, kuna usawa wa kijinsia, kuna kuna kuna nishati ina, ina, ina ambayo tunasema affordable energy. Yote haya ni malengo ambayo vijana kwanza wayajue na kila mtu ajiulize badala ya kusema nchi inanifanyia nini mimi, kijana ni kijana, kusema mimi nafanya nini kuweka mchango wangu katika kuhakikisha malengo ya SDGs yanafikiwa ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo, kongamano la leo ni sisi kuwapa changamoto vijana kusema wajibu ni wao, kama alivyosema Mwalimu Nyerere, it can be done play your part, inawezekana kutimiza wajibu wako.

Kiukweli tuna, tuna, sisi kama vijana tunapaswa kujitahidi ili haya malengo kumi na saba yote kwa pamoja yaweze kuwa yaweze kufikiwa. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba tunatanguliza mengine kabla ya mengine, kwa yote kwa pamoja uh, lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba sisi kama vijana tunaanza kwa level tuliokuwa tuliokuwa nayo bila kusubiria kwamba, um, msaada kutoka sehemu nyingine labda au kutegemea tu serikali au mashirika makubwa ambayo yanaweza kutoa um, vitu bure. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa, sisi kama vijana, kubuni namna ambavyo tunaweza tukasaidia kutoka kwa nguvu zetu kwanza, halafu uh, wengine kama serikali au taasisi zingine za kusaidia zikiweza ku, ku, um, ku, kuchangia katika jitihada uh, zetu itakuwa ni vizuri zaidi. Naitwa Snura Mwishi. Wengi wanapenda kuniita Snow sexy, Snow fire, chura majanga, yani hivyo. Kwa habari zote za mastaa wote unaowajua wewe, taka kujua habari zangu, ngoma zangu, video zangu, drama kidogo, yani kuna mambo mengi sana ambayo waga yanaendelea, kwa masta yote utayapata ni pale ambapo utakapo download apia Global Publishers, utajua kila kitu, utafaidi kila kitu, hutapitwa hata kitu kimoja, nisikize mimi.